La kwanza, kwa nini leo tunampongeza mheshimiwa rais? Katika historia, wizara ya Madini haijawahi kupokea fedha nyingi katika bajeti yake kama ambavyo imepokea katika miaka minne ya mheshimiwa rais, kwa ongezeko kubwa sana. Bajeti ya wizara ya Madini haikuwa imewahi kuvuka bilioni 89 kwa muda wake wote. Mwaka jana bajeti ya wizara ya madini imeongezeka kutoka shilingi bilioni 89 mpaka shilingi bilioni 231, na fedha nyingi zilielekezwa katika Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini GST. Kwa lengo la kuhakikisha tunafanya utafiti wa kina ili kubaini utajiri wa madini tuliyonayo chini ya ardhi. Lakini sambamba na hiyo pia, fedha hii kwa kiwango kikubwa ilielekezwa kwa ajili ya ujenzi wa maabara kubwa na ya kisasa ambayo inajengwa hapa Dodoma, eneo la Kizota, ambayo itasaidia kutoa huduma katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu ya Tanzania na nje ya Tanzania. Sambamba na hiyo pia, inakwenda kujenga maabara nyingine mbili kule Chunya na Geita. Haya ni mapinduzi makubwa sana ambayo yamefanyika ndani ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Eneo la pili, eneo la pili, eneo la pili ni la mchango wa sekta ya madini katika pato la taifa. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja sekta hii ya madini mchango wake kwenye pato la taifa ilikuwa ni asilimia saba nukta mbili. Sera ya madini ya mwaka elfu mbili na tisa ilielekeza kwamba mchango wa sekta ya madini ufikie asilimia kumi ifikapo mwaka elfu mbili na ishirini na tano lakini kabla ya mwaka 2025 haujafika katika mwaka wa kimadini tayari mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa kwa mwaka 2024 umeshafika asilimia kumi nukta moja, ambapo tulitegemea katika mwaka 2025 ndio tufikie asilimia hiyo. Kwa chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais tumefanikiwa kufika malengo kabla ya mwaka mmoja ambao tulikuwa tumejiwekea na haya yamekuwa ni mafanikio makubwa sana katika uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Eneo la tatu ambalo nataka nilisemee, katika eneo la upatikanaji wa fedha za kigeni, sekta ya madini ni kati ya sekta ambazo zinachangia kuingizia nchi yetu fedha za kigeni katika mwaka wa fedha 2023, 2022, 2023, sekta ya madini ilichangia kwa asilimia hamsini na sita ya fedha yote ya kigeni ambayo iliingia nchini kwetu Tanzania, mauzo ya bidhaa nje ya nchi yalikuwa ni ya dola bilioni tatu nukta sita, na hivyo kufanya mchango wa sekta hii katika pato katika fedha za kigeni kufikia asilimia hamsini na sita nukta mbili. Haya ni mafanikio makubwa ambayo yanarekodiwa katika uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Sambamba na hiyo, katika mapato ya kodi ya ndani katika mwaka huo huo, sekta ya madini ilichangia zaidi ya asilimia kumi na tano ya mapato ya kodi ya ndani, ikiwa ni kiasi cha shilingi trilioni mbili nukta moja iliyotokana na sekta hii ya madini. Hivyo ni dhahiri kwamba sekta hii imeendelea kupiga hatua siku hadi siku chini ya uongozi Daktari Samia Suluhu Hassan. Eneo la nne ambao nataka nilisemee ni eneo la ukusanyaji wa maduhuli. Mwaka 2015/2016 sekta ya madini iliingiza katika mfuko mkuu wa serikali kwa mwaka mzima shilingi bilioni 162 tu. Baada ya kufanya marekebisho ya sheria ya madini ambayo yalitambulisha vituo vya ununuzi na masoko, biashara ikawa rasmi, tukadhibiti utoroshaji wa madini. Mchango wa sekta ya madini katika mfuko mkuu wa serikali umekuwa ukiongezeka kutoka shilingi bilioni 161 kwa mwaka mzima kwa mwaka 2015-2016 mpaka kufikia shilingi bilioni mia saba na hamsini na tatu katika mwaka wa fedha 2023 2024. Haya ni mafanikio makubwa sana ambayo sekta ya madini imeyashuhudia. Mwaka huu wa fedha ambao unaishia, tumejiwekea malengo ya kuingiza katika mfuko mkuu wa serikali ya shilingi trilioni moja, na hapa ndipo Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda kuvunja rekodi. Ni kwa mara ya kwanza kwa idadi kubwa hii ya makusanyo yanakwenda kutokea. Mpaka tarehe ya leo tunavyozungumza hivi sasa, sekta ya madini imekwisha kuingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni mia nane na thelathini na tatu, na huu ni mwezi wa nne, kwao tuna mwezi wa tano na tuna mwezi wa sita, hakika tunakwenda kufikisha trilioni moja kama makusanyo ambayo yataingia katika mfuko mkuu wa serikali. Ajira ambazo zimeendelea kuzalishwa kwenye sekta hii katika kipindi cha miaka minne ya Mheshimiwa Rais, ajira za moja kwa moja ni ajira elfu kumi na tisa mia tatu hamsini na sita, lakini zisizo za moja kwa moja ni nyingi zaidi, ni mamilioni ya ajira ambayo yanawagusa kuanzia wale watu wote waliopo kwenye mnyororo wa thamani ya kwenye sekta ya madini ikihusisha mamalishe babalishe, bodaboda, watu wa huduma mbalimbali. Kwa hiyo inawagusa watu wengi zaidi, na haya ni mafanikio makubwa zaidi. Eneo la sita ni eneo la masoko na vituo vya ununuzi, kuifanya biashara hii kuwa rasmi. Tumeshuhudia uanzishwaji wa masoko 43 na vituo vya ununuzi ya madini mia moja na tisa ambao vimesaidia sana kuchagiza na kukuza sekta hii ya madini, ambapo jumla ya fedha iliyozunguka kwenye masoko haya yote katika kipindi chote hichi ni zaidi ya shilingi trilioni mbili na bilioni mia mbili ambayo imekuwa ikifanya biashara katika masoko haya. Haya ni mafanikio makubwa ambayo yamepatikana chini ya uongozi wa daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia eneo la saba tumeshuhudia urejeshaji wa madini ya minada ya madini na vito, madini ya vito na hasa hapo tumelenga sana katika eneo la Tanzanite ili kurejesha heshima ya Tanzanite, na hivi sasa tumeshafanya minada pale Mirerani na Arusha, na tunategemea pia kuona mnada mkubwa wa kimataifa pamoja na maonyesho makubwa ya kimataifa na hii yote ni kuthibitisha kwamba ni dhamira ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba wachimbaji wetu wananufaika na madini ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Eneo la nane ni kuwaendeleza wachimbaji wadogo. Hili ni eneo ambayo katika miaka minne ya Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan limepata mafanikio makubwa sana. Tumeona wachimbaji wadogo wameendelea kuwa na mchango mkubwa kwenye kuchangia upatikanaji wa maduhuli ambayo serikali inayakusanya katika fedha zote ambazo nimezitaja zilizokusanywa mwaka jana katika mwaka wa fedha uliopita za kiasi cha shilingi bilioni mia saba na hamsini na tatu wachimbaji wadogo wamechangia asilimia arobaini ya makusanyo yote ambayo serikali imeyakusanya. Hivyo serikali itaendelea kuendeleza wachimbaji wadogo na ndio dhamira ya mheshimiwa rais na dhamira hii tumeshuhudia kivitendo. Kwanza, tumeendelea kutoa leseni ambazo zimerudi serikalini kwa ajili ya wachimbaji wadogo wakiwemo wakina mama na vijana. La pili, tumeendelea kutenga mitambo kupitia shirika la madini la taifa Stamico, ambapo wote ninyi ni mashahidi, Mheshimiwa Rais aligawa mitambo ya uchorongaji mitano pamoja na mitambo kwa akina mama wale wanaoponda kokoto na madini mengine. Lakini vile vile mheshimiwa rais alitoa maelekezo kuongeza mitambo. Hii imeongezeka mitambo, sasa tumenunua mingine kumi kwa ajili ya uchorongaji ambao tutaigawa, tutaisambaza nchi nzima. Na mitambo hii tutaizindua muda sio mrefu. Pamoja na hayo, katika kuendeleza wachimbaji wadogo Stamiko hivi sasa anaendelea kufanya kazi ya kuwalea na kuhakikisha kwamba wachimbaji wetu wadogo na wenyewe wanapiga hatua. Tukiwa nchini Canada, mimi na mkurugenzi mkuu wa Stamiko e, tulibaini viko vifaa ambavyo Stamiko anapaswa kuvinunua kwa ajili ya kusaidia kuendeleza eneo la utafiti ili tuwaongoze vizuri wachimbaji wadogo wasichimbe kwa kubahatisha, na Stamiko ameshaanza mchakato wa kuongeza vifaa vya kusaidia katika upatikanaji wa madini kupitia utafiti ambao naamini tutaongeza tija sana kwa ajili ya wachimbaji wetu wadogo. Lakini pia katika awamu hii ya sita, katika kuendeleza wachimbaji wadogo kupitia ofisi ya kamishna wa madini, tumeweka utaratibu maalumu hivi sasa wa kuanza kuwatambua wachimbaji wadogo kwa aina ya uchimbaji wao na uwekezaji wao na kuweka katika magrupu hatua kwa hatua. Lengo ni kuhakikisha ya kwamba tunawalea, tunawaendeleza ili waweze kuvuka kuwa wachimbaji wadogo kwenda kuwa wachimbaji wakubwa. Na dhamira hii ni dhamira ya dhati ya mheshimiwa Rais ambayo imeanza kufanyiwa kazi hivi sasa na ndio ilipelekea kuundwa kwa timu ya wataalamu sita. Kwa lengo la kuwawezesha Watanzania kushiriki kikamilifu katika sekta ya madini, tunatazamia kupitia miaka minne ya mheshimiwa rais uwekezaji wetu uongezeke nchini Tanzania, kwa sababu mazingira yetu yamekuwa rafiki. Tunaendelea kuvutia uwekezaji mkubwa, tumetoa leseni kubwa tumetoa leseni katika mradi wa tajiri pale Pangani Tanga, wa uchimbaji wa madini tembo, madini ambayo yatatumika kwa ajili ya kutengeneza vifaa vya simu, kompyuta na vifaa vya ndege, yanapatikana pale Pangani na Kigamboni Dar es Salaam, lakini vile vile tumetoa leseni kubwa ya uchimbaji wa madini ya gesi ya helium ambapo kwa dunia nzima hazizidi nchi saba zenye rezervu ya kutosha ya gesi ya helium. Sisi Tanzania tuna kampuni kubwa mbili, tuna kampuni ya Noble Helium na Helium One ambao wako katika visima vya Mbelele na Itumbula na mpaka hivi sasa katika utafiti uliofanyika hiliam, gesi yetu imeonekana ni kati ya gesi chache duniani zenye concentration kubwa ya helium ambazo hazina hydrocarbons na hivyo kutupelekea kuwa washindani wakubwa wa, wa, wa, wa Marekani, Qatar na Urusi pindi tutakapomaliza ukamilishaji wa uchimbaji wa, madi, wa madini haya ya gesi ya hiliam. Hayo ni mafanikio makubwa sana ambayo yanapatikana katika uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan.